Katika nchi yetu hii mambo karibu sote tunayoyataka makubwa ni mawili: moja, tunataka amani katika nchi na la pili, tunataka maendeleo. Amani ni ni hoja ya msingi kabisa, na sisi wana CCM mara zote tunahimiza amani. Amani ndio ajenda yetu kuu katika mikutano yetu yote. CCM, popote pale tukijinadi tunainadi amani katika nchi, umoja wa wananchi, mshikamano, maridhiano katika nchi. Hilo ni la msingi, kwa sababu hayo mengine tunayoyataka hayawezi kupatikana kama hakuna amani. Leo nafurahi kwamba nchi yetu ina amani ya kutosha. Wajibu wetu ni kuidumisha amani hii, na nyinyi ni mashahidi. Kipindi kirefu kimepita katika historia ya Zanzibar wakati wa uchaguzi kama huu tuliokuwa nao sasa hivi mwezi wa kumi kama huu kupata amani na salama na utulivu kama huu si aghlab sana, ni jambo la nadra sana, na ndiyo maana leo tunajivunia kwamba nchi yetu iko katika amani. Watu wanaweza kukusanyika wakafanya mambo yao kwa amani, wakaondoka bila ya bughudha yote. Hakuna anayepigwa hakuna anayeguswa hakuna anayesukumwa, kwa sababu tumeijenga amani, na kwa maana hiyo tuna wajibu wa kuidumisha. Ndugu zangu, hili ningependa kulisisitiza. Huko tunakokwenda sasa hivi, tumeshaingia kipindi cha kampeni hichi, tarehe 29 siku ya uchaguzi, na baada ya hapo itakuwa ni baada ya uchaguzi. Tuna wajibu wa kudumisha amani kipindi hichi cha kampeni, tuna wajibu wa kuhakikisha, siku ya kupiga kura tarehe 29, amani inatawala, na baada ya hapo kupokea matokeo, na baada ya matokeo, amani inadumu dumu katika nchi yetu. Tukiweza kuyafanya hayo mambo ya maendeleo yote yaliyozungumzwa hapa yatawezekana, kwa sababu amani ndio msingi wa maendeleo yote. Na mimi nafurahi kusema kwamba kwa kweli nimeridhika na amani tuliyokuwa nayo katika nchi. Huu ni wakati wa kampeni, hatujasikia mtu kuguswa. Huu ni wakati wa kampeni, hatujasikia mtu kubughudhiwa. Huu ni wakati wa kampeni. Miaka iliyopita ilikuwa kuna tension kubwa, watu hawakai pamoja ilikuwa ni mradi tuko katika hali ambayo sote tuna wasiwasi ndani ya nafsi zetu, lakini si mwaka huu. Mwaka huu sote tuko katika amani, kila kila mwananchi anafanya anachotaka, anashabikia chama anachokitaka, hakuna shida yoyote, na tumwombe Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani hii tuliyokuwa nayo. Mheshimiwa Rais, hao mbele yako walikuwa wanachama wa ACT Wazalendo na leo hii wameamua kwa hiari yao bila kushawishiwa kukuunga mkono kwenye jitihada zako kubwa za kuendelea na kuleta maendeleo ya nchi hii. Idadi yao wapo 364 mbele yako. Binadamu wote ni ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. <tune>